Mimi nimezunguka hii daa karibu yote achana na daa i mwenzako. Nilienda hadi Kenya hadi kuongea Kikenya najua. Ama unataka aje mazee, mimi nataka kutongoza mademo a Kenya najuaamu. Na wewe patia kwa zamu basi

Napitia wapi? Ucengie kwa nguvu ule jamaa, sijui kwamba sijui mji, nilikuwa namdanganya kwamba najua mji. uh -uh, mshamba eh. Sasa unaita mshamba, utatembea ujue dogo. Wewe nielekeze, tunapitia wapi hapa? Tukitoka tunaingia kushoto au kulia? Wewe tu aibu, nielekeze tu uende. Wa mjomba, campeleke mjomba. Ah. mitai hazina upepo